Baada ya show ya Diamond Platnumz ambayo alikuwa anapiga huko abroad, nchi za ugaibuni, e, inaonekana ameweza kuvuna pesa nyingi kweli kweli. Sasa baada ya hayo yote aliweza kumtoa out Baba Levo pamoja na bodyguard wake ambaye ni Onesmo ambapo katika duka moja ambalo wanauza vitu expensive sana na duka hili ukiliangalia kweli ni la kifahari, yani sio duka la chocho. Sasa, e, majira jana imeweza kutambaa moja kati ya clip ambayo iliweza kumuonesha, e, Baba Levo official B ambapo aliweza kuzungumza mambo mengi kwani baada tu ya Diamond Platnumz Kuga anamwitaga hivyo akitaka kumnunulia miwani ya shilingi milioni moja na laki nane kama dola za Kimarekani mia tano hivi. Sasa baada ya hayo yote eh, Baba Levo akawa anamsifia sana Diamond Platnumz akishangaa kwa kila ambacho anakifanya. Moja kati ya maneno yake tutakuwa tuweza kutazama hii video, hapo mwishoni utaweza kuona kwamba Baba Levo anasema kwamba wanaujenga gorofa lake ili kwa hiyo, inaonekana katika kichwa chake mpaka hivi sasa anawaza tu mambo ya ujenzi. Kwa hiyo alikuwa anacheka sana, baada ya hapo waliweza kulipia hiyo miwani. Of course, Diamond aliweza kununua miwani mbili, moja ya kwake, lakini nyingine ya official baba Levo, ikiwa ni jumla ya shilingi milioni tatu. Kwa hiyo ukikonvert katika pesa ya kitanzania eh, inaenda kabisa kama dola elfu moja hivi za kimarekani na point kadhaa ngi mambo mengi na kuhusiana na Diamond Platinumz kutaka kumnunua miwani hii. Hebu sikiliza kile ambacho kilikuwa kinaendelea huko abroad wakati Diamond anamnunulia Baba Levo miwani. Subscribe ili wa kwanza kupata video zetu pale pindi zitapotoka kila wakati na kila mda, asante. <totikana> Jamani, tushauriane ndugu zangu, tushauriane vipi? Diamond ndio na via tano unajua ni matofali mangapi? Eh? Watu unaoza matofali tu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

Milioni moja laki tatu unanunua miwani bei kubwa. Unajua sisi kuna watoto wanavunjaga milioni moja laki nane

kusafiri na kumbe, waga watu wanafaidi. Kuanzia leo niko nyumba yake kama begi <laughs> <laughs> <Ljfe. laughs> laku... Ah, kweli kweli kweli bwana, milioni moja laki nane miwani, si yes, msanii underground anatoa ngoma naa

Dola mia tisa, na milioni tatu miwani mbili Diamond, okay.